na cina msalila sakana salamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ishkizae qurani na ganduza ze na masahabae na kila mundu nisbato kamtume karka uongofu aislamu wote ama baadi ya salamu na mahati nasalli mundu kiwa kilma za qurani ambo ayi cintu bawe chiwawe na iwazigabagize

naipeta katika kilma za sura ya Fatiha na al-Mufassal, izo zigobe za mufassal ni Qur'an ya wanza. Group group iko sura andre ziko sura zingine ashika aya ziko momia na zingine sura andre, izo ni sura saba ziko manzo al-Baqara ziko manzo al-Baqara kwa rashmani shiza, lakini nakana baza akhir za akhir wa da mufassal kanza sura ya Qaf, pakantini kuviloa mufassal cimaize iyo mufasal hawonyika mahala antatu iko mufasal izo ndre nintangu khaf paka akhiri ya sura walmursalati iko mufasal za kati na kati nayo hanze za ama paka waduha iko mufasal izo zigobe hanza waduha pakatini paka nini hata takuna karka muda kusoma fiqhi Karka asa kamberi lakuja ni sura kusoma

Bismillahir Rahmanir Rahim. Mujina na kanza na kwaja Bismillah, uh, aina ya mujitu Arrahmani inakuwa ni aina ya mujitu nyingine nao Arrahmani. Allah ni na mujitu Arrahmani na mujitu Arrahim ni na mujitu. Arrahmani maana ya Arrahmai, mujitu mwenye rahma. Arrahmai hu amimo wa Islamu na makafiri Arrahimi, mwenye rahma rahmai, ni hasa kwa watu muumini katika kiyama, hiyo ni kauli moi. Na kauli ya pili uhada, hiyo ni ya kauli ya pili. Ibn Qayyim ya alsego rahimahullah, hadini Arrahmani mudaih wa khudhul wa yurahma ya mujitu sifishigo, lakini Arrahim mudaih na khudhul wa mudaih na kurehemu wa antu na fikiru la antu wa na kurehemu ni lamna hilo, kwa sababu Rahman je chia hiyo peke katika Qur'ani haidhukuruo mtu gani kurehemu, lakini muda huyo arrahim kwa nikuzuru udhukuru wabantu muumini. Hizo ni kauli mbili za ana muhimu mbili, zina maana ya mujitu na udhibitisha kwa mujitu na yosifu ya rahma, na huonekana zaidi kila kitu cha wena. Kuona neema inatuko ni karama ya mujitu, mvua inakishikilo ni karama ya mujitu, miunda inakoro zindu nyingi za zinakuonekana katika dunia hii ni kwa rahma mujitu. Nika ichangalaza bismillahir rahmanir rahim, changala ka kajiha ya arabi grama nahwi ininio vilajaro wa majrur, maana ka ina mujitu arrahmani rahim su so, jumla kamili ni ka ina ya mujitu isi hapa ukadiru wadana wa chindu cha hadi fila ka ina ka ina mujitu lakini mashaikh wengine wamekasizi na kanaa shayo ni kwa maana, nakhsoma aqra'u bismillahi rrahmani rrahim, nakhsoma ga ina mujitu udai nakhsoma qur'ani taqad bismillahi rrahmani rrahim. apa taqdiri ni kwa kwa amina khsoma na uqadiru akhiri bismillahi rrahmani rrahim aqra'u soko hado wa mudamu tu fanya irabu tu maana, maqsuudi ni ni kwa amina khsoma ga ina mujitu, na mudamu mutu na khindu hayawani huwani

Mahati ni muntu kuzukura zema za muntu naye nampendo muntu huyo kuzukura zema ze nawe nampendo anamkuzo hiyo ndio vula hamdi. Lakini sio kama madhi ma, madhi mundu kusifuwa iko mara henda msifa muntu awe mpendi henda msifa muntu awe na kusulo pesa ze isa hamdi maana nichindu sikul kamingi hutuka ka mujitu tu mujitu kwawe na kudhukura zema ze kampendo na ka tadhimu uh, lila, saadi, alhamdu lillahi rabbil alamin sifu mujitu cinamsifuka sifu zake ukamile cinamsifaka hizo na kastendroze zaye hufanyo mujitu fanya stendro lamna ninge ifanyizose na stendro ze humera mahala ambili kikafadhila na adli niko shtendo mujiro tokufanyiza kwa hupe fadhila kabure mane kwa mazaid ama hupe kasabawe mane ni uadli we utale balani fanya yana mitakupaya so mujiro mudahi hu yaqabu antu mujiro mudahi hu yaqabu antu to antu katika mulo iyo ni kwa adli wake so dhulmu lakini mudahi kutojanani ikafadhila yake kasabu si za dalila ama razi yetu zote changalo na neema mujitu, changalo na neema mujitu uspigo pamazi wa chipilila si, lakini mujitu kishta janani ka kafadli maana ina kishifa zaidi ya sistihako, lakini hakhu iqab mujitu bila maana, chiwa sistihako kukhabwa hakhu iqab tisit kwa dhulmu ika adli, basi mahati kamili nda mujitu ka kila lamna ta fikira ata cha mahati za mujitu iyo bani neema

maana fanyize tarbia mujito kakwae wa unzire na wapere kila chindu cha wana kihitajo wapele neema nkuu nkuu na loka wana nazo neema hizo ska khadir ku insha watu ka mujiru a kishpa riski kishpa afia ska khadir ku insha ska shfire reso shpe hayati kakwae ndiye humilko ndiye humbo hu hu na ndiye hudabiro kila chindu kudabira maana izintru zasikinakihtajo maana wana kudabiro amri eonatuke ii siku fulani mtu fulani nawe maridhi siku fulani na poe siku fulani na loe siku fulani na takdiri nzimai io tadbiri basi tarbia mujitu kama makhluku elamnambii yani

naho onrolela zintu wafanyu baidi na jabu ya khiri zintu hiyo katia wana mujitu zintu izo mujitu izo ondoya basi tarbiya iyo hakika, yani tarbiya ya tawfiqiya kila jabu ya khiri mujitu kwa tawfiqi ya kila khiri na chwa awe ni mu'mini ni taqiyi taqiyi mtu maana wangala mujitu mahala kwa kila hududi kurabtama na hudadata basi iyo ni waliyibi mujitu kudora ya kila shari hiyo ndiyo maana henda rab, kwa ndiyo sababu dua nyingi za mitume udao huombo hutumikia kilima ya rabb rabb ya ya ya rububia hasa kwa basi, alamina, kwa mujibu basi rabb wao kwa sababu zinu zawana kumero hingia katika rububia basi rabbil alamina honya apa kwa mujibu ndiye peke huombo hudabiro chinam sifai mujibu alhamdulillahi, mahatinda mujitu msifa

isa fikire mujiru dayadu rabbil alamina ndiye rabbi mane unzigo humilko hudabiro kila chintu onye kwa ina zo nguvu zo isa madamu ina zo nguvu mtu toshani kaka unga madamu hinga chintu mape chambila mtu fulani kila chintu ndiye humilko nguvu ndiye nazo na hudabiro kila chintu ndiye ndiye unzigo kila chintu ndiye humilko nguvu nazo mtu toshani mara ta khadra miga fikira mape andikani hapa chwa ni

addini humanisha niyo adini huwamanisha ni jeza wa jeza munti wa jeza manikio midini manaye wa jeza wa jeza mbakenie mujitu hamiliki su zintu zingine humilka munti wa jeza tu kwa asani kwa dakwaye humilka munti wa jeza mujitu kila cindu die humilko isapa kadokwahe humilka munti wa jeza nijisae

Ilma ya dini ni muntu kujizelezua, maana ya whatever you do utapata reward yake. Fanya sura utapata sura, fanya mbovu utapata mbovu. Isa muntu wa kiyama ni muntu wa andu amali yao kujizelezua khairi na shari, manya kufanya sura upata sura na ufanya mbovu upata mbovu. Kaka muntu oyo itakuwa ni wadhiha hata duniani, be wako tu andu umiliko duniani, wako andu umiliko

level moyo tako wote sawa watisawa isa munti oyo mulku ya mujitu ndio tuko dhahiri ukamili wa kudhihira utako na adili na hikma ye milki za makhluk tuko sababu zi kasa ya dimali kwa mdin kumilka mtu wa akhira muntu wa kiyama basi bila shaka mujitu humilka muntu wa kiyama na siku zingine maeai kicho mujitu ndiye ujezo wantu ndiye rabbil alamina ndiye urehemu wantu isa haqi niniyo iyaka nacbudu wa iyaka nastacin adie asi kufanyabe kasa ka ibada ibada ibada ufanyabe kasa wa iyaka nastacinu na wepeki umera gargari ka isa ibada niniyo ibada na suu sala yopeke na somu

peta fursa kutumikilo dhamiru mutasili ki munfasil

Na ibada ni kila chintu kukusanya mujitu wele uradhi na upendo karka stendo, amba kodi za weta kodi za dhahiri ambazo za batini. Istiana nao ni nio mtu kumtegemea mujitu karka kuleta manfaa na kureba zintu za adibu, na kwa aina mwamina mujitu na uthika na mujitu kwa mujitu tamfanyiliza. Basi mtu kusimamia ibada na istiana na istiana ndio wasila ya kupata furaha za abadi na kuokoka na kila shari, hakuna ndila ya mutu kupata salama we ila kafanya jabu zizi mbili za kumabudu mujitu na kumera gargari kama mujitu. na ibada huwa ni ibada ichiwa iteta kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ashfanya, itakuwa ndio ibada ya barabara ka amri. Ka amri zimbilizi huwa ibada

basi mbe iyo hidaya chengale zikola mnakamu hidaya hidaya zikola mnambiri iko hidayatu irshadin na hidayatu taufiqin hidaya irshadin niyo ni hidaya ya muntu kkwaye nakonyowa haki na naiyo mujitu wafanyikiza waislamu ba na shuko waislamu hidaya yakonya wantu ndila maana ya mitume watumila iko qurani. Watu wote mujitu a

innaka la tahdi ila siratin mustaqim a irshadi

ni hidayat ya taufiki, basi iyo gasani mujidu hidina sirata al-mustaqim kasababu permanent ukadira kubadilika

Kasa yu yu wajibu mtu kuomba kila rakaa akakasagaye kuomba hidaya hii kwa sababu ni dharura kuu hii basi ndira hii tosani ni ndira gani mujuri tafasira isa mutu mara henda kuswagata iyo ndira ya tosani lasi ni kongolowa ni ndira gani yo njisai basi mujuri wa dhiri sirata alladhina an'amta alayhim ndira ya awaje wawe wa niima shay'in wena mba mujitu chongo wesi ndongo ya amindira tosani

ubarakiwa akaambilani fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Hadiya iko fasadi mkuu chipatika na alimu bazira za ilmu na kizatua za atua, na iwa ilmu lake chinatumikia na katua bazira basi mkuu ni oyo jahili nafanya ibada ka ujahli. Sasa ucha mtu anakusoma jisau salowa anakusoma fikhi ya sala ya zaka